Huku siasa zikiendelea kinyang'anyiro kikali kati ya Wesale Kelvin na Usoti Remi waking'ang'ania kiti cha president hapa katika chuo kikuu cha Multimedia University. Hali ya vuta ni kuvute, hali ya mtafaruku ikitawala katika chuo kikuu cha Multimedia baada ya uchaguzi wa viongozi wa wanafunzi, ambapo fujo, shangwe na nderemo vilizuka punde tu baada ya matokeo kutangazwa wanafunzi walikusanyika maeneo mbalimbali katika chuo kikuu. Baadhi ya wanafunzi walielezea kutoridhishwa na matokeo haya, wakisema kuwa walikuwa na mashaka kuhusu ufanisi wa uchaguzi na usawa wa kila mgombea. Hapa ni baadhi ya maoni kutoka kwa wanafunzi enyewe. Zimekuwa tu za ufala, zimeboma nzee. Kuna tu watu walikuanga obvious tu wanajua watashinda. Kuna wenye tu kwa upande mwingine, baadhi ya wanafunzi walikuwa na furaha gaya kwani mwambanguzi huvuta kwa ni Osoti aliibuka kuwa rais mchaguliwa. Ana haya ya kusema: kwenye ulingo wa siasa kuna mshindi na mshindwa. Nikiripotia kutoka Chuo Kikuu cha Multimedia, jina langu ni Sylvia Mtama.